Kwa majina anaitwa Haya Mperembo, wa katibu wa mbunge jimbo la Iringa mjini ee, Mheshimiwa Fadhili Fabian Gajiro. michezo hii kumbuko kwamba kwa mfano mchezo wa bao huu solo ni mchezo ambao ulianzishwa na muasisi, yani muasisi wa nchi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndo mchezo pekee alikuwa akiupenda sana na alikuwa akitumia e, vijiwe hivi kubadilishana mawazo na wazee wenzie, lakini pia kujua taswira na nchi inaelekea wapi na mambo mengine naifahamike kabisa hapa e, katikati nchi yetu pia imepitia pia kwenye changamoto mbili tatu, ambazo pia tuna kila sababu pia ya kuweza kuona tunaweza kukaa na wazee tuweze kuongea nao tujue kwamba e, watuambie sisi vijana sisi vijana, unajua tuna mahitaji mengi sana, pengine kuna mambo tunayafanya tunayasahau kwao. Tumeuchukua mchezo huu na kuweka kwenye bonanza letu maalum, kwanza kuutambua mchezo wetu lakini pia ku, ku, ku, kuendelea kumwenzi eh, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia jambo lingine pia eh, kuwafanya wazee pia nao wakapata kupiga hatua wa moja kutoka nyumbani na kufika kiwanjani, tunajua pia tutakuwa tumeijali afya yao. Lakini pia wazee wakikaa kule nyumbani, ya, eh, wakikaa nyumbani wanashindwa kujua kwamba eh, changamoto zao pia wanaweza kuzipeleka wapi. Sisi pia ofisi yetu ya mbunge iko hapa pia, wazee wakitoka kwenye bao wanafika pale wanatuambia namna ipi tunaweza kufanya maendeleo ya mkoa wetu, lakini pia namna ipi tunaweza pia kuwasaidia kwenye masuala mengine ya afya na mambo mengine. Charles Andrea Mgonoki ni, ni mzaliwa wa mkoa wa Tabora. Kiasili mimi ni Mnyamwezi, lakini pia kwa hapa ni mkazi wa kata ya Kiesa. Kwa kweli mimi ni, ni mchezaji wa mchezo wa bao, bao la Kiswahili, ambalo bao la Kiswahili limeasisiwa na Baba wa Taifa. Ni mchezo ambao alikuwa akiucheza Baba wa Taifa akiwa anakutana na, na, na, na wazee wenzake. Hivyo basi na sisi kama vijana tunapaswa kuucheza kwa sababu mchezo wa, wa bao ni mchezo ambao kwanza unakutanisha jamii mbalimbali mbali. na mnashea mawazo lakini katika kucheza kuna, tunatumia hesabu nyingi na akili nyingi, muda mwingi, akili unai, unaiweka katika hali ya kufanya kazi, hivyo una, ni, ni kiburudisho mojawapo kinachochangamsha mwili, lakini pia mchezo wa bao unaunganisha jamii, makabila mbalimbali mbali. Mimi leo ni Mnyamwezi, nimekutana hapa na watu wa Tanga, tumekutanishwa na mchezo wa bao, tunacheza kama ndugu tuliotoka tumbo moja, lakini ni watu ambao tufahamiani. Hiyo kinachotuunganisha n, n, n ni, ni, ni mchezo wa bao. Kabambe Temianga, mimi ni katibu katibu wa, uh, cha, chama cha drafti mkoa wa Iringa, lakini wamekuwa wakizungumza lugha moja, ni michezo ambao toka nje, napigania uhuru, watu walikuwa wanaicheza ili washirikisha watu kuwaleta pamoja, wanazungumzia mambo ya ustawi. Hata wakati wa kupigania uhuru watu wengi walikuwa wanakutana kwenye michezo hii ya bao la kienyeji, lakini kwa bahati mbaya E, baadaye kizazi hiki tulicho nacho hakikuweza kuendeleza au kujua mchezo huu kama mchezo wa kuwaenzi watu wa zamani, wazazi wetu na mababu. Lakini namshukuru mheshimiwa Mheshimiwa e, e, Sadiri Ngajiro kwamba ameweza kuwakumbuka wazee hawa, hata ukiwaangalia hapa ni watu wenye umri mkubwa, lakini tunashukuru kwamba hata sasa hivi tumeweza kuona hata baadhi vijana wadogo nao wameanza kucheza ni mchezo mmoja mzuri sana na unapozungumzia e, utamaduni au e, nafikiri unaweza ukaingia hata kwenye, e, kwenye sekta ya utalii.